Sijui ya kwamba unatazama hii video ukiwa wapi, sijui ya kwamba unatazama hii video ukiwa wapi, lakini nataka unisikilize, nisikilize kwa makini. Kuna watu walichukua jina lako, unaona jina lako, jina lako, jina lako jina lako wakaweka kwenye chupa, wakafunga ndoa yako, wakafunga afya yako, wakafunga mafanikio yako, wakafunga hatima yako, wakafunga watoto wako. Ndio maana kila unachofanya ufanikiwi, ndio maana unaangaika ufanikiwi. Nisikilize, nisikilize katika jina la Yesu Kristo, tunapoomba haya maombi, unaenda kutoka kwenye chupa, unaenda kutoka kwenye chupa, unaenda kutoka kwenye chupa, unaenda kutoka, kutoka nje ya chupa katika jina la Yesu Kristo. Nisikilize, nisikilize, wachawi wanachokifanya, wachawi wanachokifanya, shika ichupa, shika chupa, wanachokifanya, wanakunja jina lako, angalia vizuri, angalia wachawi wanapofunga hatima yako, wanafunga jina lako, wanafunga jina lako. You wrap your picture, wana wrap your picture, wanaifunga namna hii jina lako. Alafu wakishaifunga wanachukua, sikiliza, wanaiweka kwenye chupa. Wakishaweka kwenye chupa, wanaenda kwenye mapori, wanaenda kwenye mapango. Unaweza kuona tuko porini, unaweza kuona tuko mlimani, unaweza kuona kuna bahari, unaweza kuona kwenye bahari. Nitaenda kwenye bahari, alafu nitakuonyesha jinsi picha yako inapofichwa baharini, jinsi unavyofungwa na wachawi baharini. Nisikilize, kwa jina la Yesu Kristo, nitakapoondoa hii chupa, nitakapoomba na wewe, na leo unatoka, haijalishi kwa wapi, haijalishi kwa wapi. Wewe unayotazama hii video, nataka ushare haraka haraka, nasikia sauti ya Mungu, share haraka haraka kwa magrupu kumi na mbili kwa magrupu kumi na mbili like video like video like video, comment and share like comment and share like comment and share, kwa magrupu kumi na mbili ya kado bazika tayana katika jina la Yesu Kristo, yoyote aliyeweka ndoa yako kwenye chupa na itoa kwa jina la Yesu Kristo, yoyote aliyeweka kazi yako kwenye chupa na itoa kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyeficha watoto wako, aliyeficha afya yako, aliyeficha ndoa yako yakatopasia rako tapayana yeke yekete babaya, tunaenda kuitoa. Angalia, tunaenda kuitoa sasa hivi, tunaenda kuitoa sasa, sasa hivi tunaenda kuitoa sasa hivi, mahali popote ulipo, mahala popote ulipo, uwe nje ya nchi, uwe Kongo uwe Lubumbashi uwe Nairobi uwe Mombasa uwe Kenya uwe Uganda uwe Kongo uwe Amerika. Mahali popote wameweka nyota yako, mahali popote wameweka afya yako, afya ya mama yako, afya ya baba yako, afya ya watoto wako, tunaenda kuitoa out of the bottle, out of the bottle, out of the bottle, out of the bottle, yakazopalia yakatapayana, yaka pae shia shia rakaraka. shia rakaraka. Nataka ni kuonyeshe vile ambavyo wanaweza angalia. Vizuri. Angalia vizuri nataka nikuonyeshe vile ambavyo wanaweza kuiweka mafanikio yako kwenye chupa, nataka ni kuonyeshe vile ambavyo wanaweza kuweka kazi yako kwenye chupa, lakini nataka ni kuambie leo, unaenda kutoka leo, unaenda ku... shara karaka, shara karaka, shara karaka. Shara karaka. Comment, comment, comment, comment Comment andika natoka andika natoka natoka kwenye chupa watu wengi wanatoka kwenye chupa andika natoka natoka kwenye chupa natoka kwenye chupa natoka kwenye chupa natoka kwenye chupa natoka kwenye chupa natoka kwenye chupa natoka kwenye chupa natoka kwenye chupa nisikilize nisikilize nisikilize ninakuombea wewe ambaye unashare kwa video hii nakuombea wewe ambaye una comment nakuombea wewe ambaye una like kwa jina la Yesu Kristo unaenda kutoka kwenye chupa unaenda kutoka kwenye chupa chupa ya matatizo chupa ya magonjwa, chupa ya laana, chupa ya vifungo, unaenda kutoka kwa jina la Yesu Kristo kuanzia tarehe leo, kuanzia tarehe leo, nenda ukapate kazi. Congratulations, hongera, hongera, umepata kazi, hongera umepona, hongera umeinuliwa, hongera, nasema hongera, hongera, hongera, hongera, hongera, hongera, hongera, hongera katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, leo nataka ucomment, like, and share share video kwa maguru kumi na mbili, na wewe ambaye umetii sauti ya Mungu kwa kushare, hongera sana, hongera sana, hongera sana katika jina la Yesu Kristo, amen.